Naam, katika darsa ililopita tulisema kwamba tutaangalia mambo matano ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atakupa ukiwa na swali swala tano. Jambo la kwanza anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yarfau anhu dhiki laishi anamwondolea mtu huyo dhiki ya maisha. Hapo dhiki ya maisha sio kwamba wewe una hali ya chini sana, hapana. Hata kama wewe una hali ya juu, unafanya kazi, unapata kwa mwezi elfu ishirini. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, kwa vile wewe unaswali swala tano, basi anakuongezea zaidi ya mara mbili, kwa maana unakuwa unapata faida kwa kuswali swala tano lakini hata yule mwenye hali ya chini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anamwongezea. Ikiwa yeye haso, ikiwa yeye amekosa kabisa, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa vile ana swali vile swala tano, basi anamondeshia yeye dhiki ya maisha kwa kumpa vitu hivi. Tuseme insha allah tutakutana katika kipindi kijacho. Assalamu alaikum warahmatullahi wa wabarakatu.